Vu, unashikilia hata mimi nitaishije? Kweli siwezi, na ikitokea ukaondoka njue pia sitaweza kuvumilia tena ukakaa kwenye hii ndoa. Kaka nakupenda.

Halisi. Mimi sipendi utani wako. Hebu ingia. Kumbe, Shadia. Shadia, ingia bwana. Ah. Mambo poa. Za ulikotoka nzuri? Za hapa tunamshukuru Mungu, si tunaendelea vizuri. no. Karibu. Asante. Vipi kaisikap yupo? naisi yupo huko nje, jamwona? Mm, no. sijaonana naye, alikuwepo huko nje mm. mm. ah. Mambo mengine. Ah. Olfina. Ben. Karibu. Asante. <laughs> Karibu kwetu. Asante. Mzima. Mimi namshukuru Mungu. Hofu kwako tulikuwa mbali na sisi. Mimi nashukuru Mungu, mzima naendelea ah, vizuri japo siku mbili hizi nimebanwa kweli na mafua ah, Pole asante. Nimejaribu kutafuta simu yako, inatumika tu, shida nini? Eh, yani kweli simu yangu <laughs> nilidondosha kwa hiyo nahisi kabisa aliyeiokota atakuwa aliblock baadhi ya namba, kwa sababu hata shimi jangu hapa nitumia namba yako, unipigia kwenye ile line iliyoanguka ikawa akasema inatumika. Kwa hiyo nikagundua labda sio mtandao sio ile namba ambayo ichukua simu yangu aliblock, sijajua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sina simu. yaani nikutafuta mpaka kiasi kwamba yaani yeah. Nikasema ya ngoja tu niende nikawaone hao watu, maana nakutafuta, upatikani, simu inatumika tu. Nikasema ngoja nije nikuone. Yeah. Asante sana mfana, vizuri kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nakufikiria sana kwamba nitakuonea wapi, nitafanyaje kupata kwa sababu nitumeona tu muda fulani tu, muda mchache, alafu ghafla nipoza simu nimeenda kule uwanjani wala nitakupata, lakini kupata tena uwanjani kule, kama nilivyokuambia, mimi nina mafua, mafua yamenibana sana. Kwao nina kama siku tatu siku nne hivi sijaenda mimi e, ndo maana nikasema mm, kwa sababu hapa napajua mm, nije nikuone nah. Sawa, karibu, si tupo mm. Sema nimefikiria kitu mimi, na simu mbili hapa simu mbili hapa. Hii ni simu yangu ndogo, situmiagi sana yani, ni ipo for emergency tu, kwa sababu we hauna simu, ni bora ukatumia hii. Ina laini nimeisajili, nime, nime, nime kwa kwa Nida kila kitu, kwa hiyo tutakuwa tunawasiliana kwenye hii mbona una wasiwasi bwana <laughs> asante usijali hiyo siitumii sana mimi natumia hii hapa mara nyingi kwa hiyo hapo ipo tu kwa bora nikupatie ili tuweze kupata mawasiliano mhm kwa faida yaani naangalia kitu kizuri cha kukupa sikioni zaidi ya kusema asante sana, ubarikiwe sana mama wangu, unaonekana leo nzuri sana Amna. Pale unapomwona mwenzio amekwama, kama una uwezo wa kumsaidia, unaweza ukamsaidia tu. Ni kweli. Mungu akubariki. Amina. Wana shemeji yangu alikuwa mpweke kweli. Pole jamani. Sasa mimi naomba niwaache naomba niwaache kwa sababu nilikuwa na wasiwasi sana nikasema, ngoja nije niwaone, kumbe mko sawa. Pole, lakini asante na ningekuwa nimesevu mimi siku zile namba yako, wala usingepata shida. Hivo sikusevu kwenye simu yangu, ndio maana alivyopoteza na namba yako ikabidi ipotelee hivo ni eh, kweli sasa itabidi mpeane ili hata likitokea nakutokea niwe nina sehemu nyingine ya kutafuta <tabaya> au unasema nini? Yaani hey, hii yenyewe hii hii nitaichunga kama mboni yangu. Yaani smart ntakuwa na kuangusa, ni nzuri kabisa tena something brand. Asante sana. Haya basi mi naache niwa hmm, ndo umetushtukiza kuja tena, tulikuwa tujajiandaa yani, kwa chochote yani. Ungeniona jinsi nilivyokuwa na wasiwasi, nikasema -wasi, hawa watu na siku nyingi sijaongea nao, nikasema ngoja ni waone kwao, nimpita tu naelekea tu kazini. Pole lakini, haya haya sasa, ngoja basi mi nimsinikize mgeni wangu. Haya, bye, haya

vya kutosha. Mimi nimekuelewa mimi ni mtu mzima na kuelewa kwa hiyo nimeshakuelewa, ila nimebanabana kidogo na kazi nimebanabana kidogo na kazi kwayo, kuka, kwa hiyo ngoja niweke mambo yangu sawa, at least tutafute siku moja tuweze kukaa tuongee kwa kina zaidi, au unasemaje? Yaani vizuri kwa sababu unajua toka tumefahamiana mimi na wewe tumefahamiana, lakini hujanijua kiundani zaidi, sija kujua kiundani zaidi yaani, hatujapata muda wigo mpana wa kuzungumza. Kwa hiyo endapo kipata muda, hiyo itakuwa ni furaha yangu sana, tujikaa sehemu tukala na kunywa, nita enjoy sana. Usijali, ngoja nijitahidi niweze kuweka ratiba zangu vizuri za kazini, nitakupigia simu ila kisha nipigie simu hiyo siku, uweze kunipa muda wako. Basi hata usijali, cha msingi tu unipange mapema kwamba itakuwa ni lini, ili na mimi nje nikatanga kwa hapa nyumbani. Kwa nyumbani nipo na, na, na kaka, alafu ndo mtu ambaye ni kama ndo mlezi wangu hapa mjini. Sasa siwezi kutoka tu kinyemela, lazima nifanye na mazingira fulani hivi ya kwa sababu sitaki nionekane mimi ni yabaki na fulani hivi muhuni, nimeanza utundutundu mapema kwao nakomba na muda unipe kidogo sawa. Nitakutaarifu mapema, sawa? Haya basi tu so, so, mi naenda, haina shida mama, ila wewe nipela vocha, vocha, kwa sababu nimepatia simu hiyo, tanunua vocha. Kiukweli Wilfrida, mi situ nisemaje, yani naendelea kushukuru sana, yaani vitu ambavyo unavyonifanyia ni wanadamu wachache sana, alafu ukizingatia kama mtoto wa kike mi na imani siku nikipata kazi utaenjoy sana. <laughs> Usijali, mbona mambo madogo ya kusaidiana, jamani, nakupenda sana ah, usijali. Haya basi, mi nikuwache, sawa sasa mama yangu utazidi kuwasiliana umenipa mm-hmm, simu hapa. <laughs> napigia WhatsApp. Nitakuwa na phone live. <laughs> umeona eh? Nah, kasimu kazuri sana. Nimekupenda sana. Sijali. Kama mambo atakaa sawa, tunaweza tukabadilisha. Okay, basi poa. tunaweza tukabadilisha. Okay, basi poa. Ah, bye.

Shemeji yangu amenipena mimi, shemeji yanguyo amenipena mimi, shemeji yangu amenipena ame kwaninil. Yeah. tena Samsung kampuni kubwa sana ntakuwa nampigia kaka Josi huko kule Mtwara njia ya wasapu naongea na. Nami ntakuwa na <laughs> na minda kuwa na wasapuka, yeah, Samsung ni kampuni yeah, pia, nzuri hmm, sana nimependa, alafu nimechoipendea so leli simu likubwa nika simu kadogo. Natoki kiangalia uwezo wake wa ndani, ina uwezo mkubwa sana ndani. Mimi sipendi masimu nakuta ile simu inakuwa likubwa afu haina maana yoyote. Au kanabebeka. Ongea. Asante. Afu naona hii raha yake sasa. Fingerprint yake ni hapa mbele. Unaona hapa. Unagusa tu hapa hivi, kitu kinajipa. So kama ile masimu mengine unakuta fingerprint iko huko huko nyuma huko. Mpaka unagusa hivi, mpaka unatazama iko wapi. Hapa ni hapa tu. Kitu kinaitika. Mm -hmm. Samani bila samani, unajua saa hivi hujaanza kufanya kazi na una chanzo chochote kile kinachokufanya uingize fedha, na nikiangalia hiyo simu ni gharama sana. Sifikiri kama zile imbili zangu ambazo nazokuachiaga ndo zimesababisha ukataausiu hvnaznaumkata Yani kaka Maraki hivi hivyo, kaka Maraki, wewe ni wakuuliza kwamba yeye simi nimetoa wapi? Ndo maana nikwambia kaka Maraki toka mapema, mimi mimi nipe nauli njende nyumbani Rati, kama ungenipa nauli nikala nyumbani mambo yote asingetokea. Kaka Maraki, mimi ni mtu mzima. Kwa maana yake kila nitakachokuwa nikinunua hapa nyumbani ndo kwa anambia hichi umenunua wapi? Yani kama vile unamuuza mtu mdogo. Na kama Raki, wewe mwenyewe unafahamu, mimi ni fighter. Kule kijijini nilikuwa najikaza ngumu mkaa. So mimi nilikuwa sina hela, hivi vile fa hamsini sijui hivi laki moja hivi kwa mimi nilikuwa navyo. Lakini sasa hivi kuna mtu kasimu kazuri, nimekapata kasimu kazuri, tunaleti, nimetoka nimetoa wapi? Kaka mimi mtu mzima tayari. Ndio maana nikaona kama mimi na wewe sasa hivi naona kama tunapishana tu kauli. Hapana ndugu wangu. Lakini mimi sijaongea kwa ubaya. Unajua, sitaki kuamini kwamba hivi vifumbi mbili ninavyokuachia ndio vinasababisha upate hiyo simu. Unajua sasa hivi kuna kibaka wengi. Shida ni kwamba unaweza kuwa umepata hiyo simu mtaani, alafu mjui huyo mtu ambaye alikuzi hiyo simu, labda kaiba uko ukaua watu. Sasa hivi wanafuatilia, wanatraki, wanajua simu iko wapi, alafu inakuja wanakuja kushikana naye na ni mwizi pia onekana, nafikiri kesi utaweza kuimudu hiyo. Kwa ubaya na ukanifikiria labda tofauti, hapana, kwa sababu najali sana usalama wako. Ni kweli, shemu, uko nje sasa hivi umejaa machafua kibao. Tatizo dogo tu inaweza kusababisha wote tukasongwa. Wewe unaiona ni simu, lakini nahizi aina vitu vingi, huwezi kujua ameitoa wapi umepata tu ujasiri wa kuzungumza bila, unapozungumza hivi, mara ngapi nimekwambia, tunapokuwa tunazungumza nanusie kuingilia. ezaknkuskia njaa ndogo wangu nambo, sinifikire vibaya, sijamaanisha chochote kibaya, kibaya, ila najali sana usalama wako na ndio maana nimeanza kuuliza hicho kilichotokea. Samani kama utaisi laba na kuingilia. Niko <coughs> ni kweli ku, ni sana kaka Maraki. Mimi nimekuelewa sana. Yaani nimekuelewa sana, tena sana. Sema tu ni vile, yani ulivyoniuliza ile swali nikajikuta nime yani yani nimeelewa tofauti kwa nika nimepaniki. Umeona? Lakini naomba unisamee. Lakini kikubwa tu ni kutoe hofu kaka Maraki. Mimi simu bwana, nipoinunua nipoitoa, ni simu salama kabisa, yani simu ambayo ni ya kuaminika. Kwa hiyo wala kusema kwamba labda kuna vijana ambao wameniuzia simu ya wizi, hamna mcho. Simu ambayo inaeleweka, ni simu salama. Kwa hilo usiwe swala, usiwe na hofu. Kuna nini? Utanifungulia, sijaifungua. Utanifungulia email, mimi email bado sijafungua. Ah, haina shida. Nifungulie email, uniweke na ile file ya nani, la la Insta, na angalia kina nani? Wakina, wakina nani wale nani yule amesema Beto? Mchumba Ziki, nasikia Ziki ameshaoa eti. Nitawaangalia huko. Tumia ile ile. Itakuwa ni unyama nifungua. E, karisi, sijui gmail, sijui manima.com, hayo nikaupiga mwingi huko, na mimi mashauku kubwa ya kujua watu <laughs> apoweka password, sitaki kujua password zako, kitu kimeitika Namba hii si ndio iko online hapa eh? Ndio hiyo, weka namba hapa ili watatuma kodi hapa tayari. Kwa hiyo hapa sasa kwa takunaingia hapa na faili yote kiona ulioni faili ambayo nataka wewe kudownload una unabonyeza hapa. Wewe neza na TikTok kwanza kule. <laughs> Wewe ndo kuna, kuna watu wakubwa kuna TikTok wanafanya vituko. Ah, sawa, yes, niangalia hapa. kama kawaida <laughs> <Yeah, tama> <laughs> Vipi lakini, niamkaje? Tunaamka salama, mimi na shemeji yako, inapendeza sana. Sasa kama kawaida, naingia mzigoni. Basi kazi njema, mimi nikutakie kazi haya poa kaka

Mambo poa, kwema kwema. <laughs> Naona jana wakaninunia kweli. Yaani, nilichokifanya ni sawa na kuruka mkojo kukanyaga mavi, nikazuia msiwasiliane. Ushua, picha kakufuata mpaka nyumbani, ndo kwanza kakuletea na simu nyingine. Kalisi, unajua mimi nakupenda sana, nakupenda kiasi kwamba siwezi hata kujizuia yaani, nikikumbuka ile mibiduo migeuzo unavyonipa mimi ndo unavyompa na Wilfrida Shema, kama inawezekana, nakuomba tafadhali usiniumize pasipo sababu, nomba chana na Wilfrida. Hivi ulipotoa kauli yako ya mimi kuachana na Wilfrida umefikia mara mbili mm. <sighs> Okay, sawa, mimi nakubali ombi lako na niko tayari kabisa kuachana na Wilfrida, ila kwa makubaliano hada dhidi yangu mimi na wewe, naomba hilo.